Kuna msemo unasema akili inakupa kazi, lakini akili hisia inakufanya ubaki na hiyo kazi. Na leo nataka tuongelee kuhusu akili hisia. Nitakuwa na mgeni wetu, karibu Dr Mariam, endeleaje? Naendelea vizuri kabisa, karibu sana Kijiweni. Asante. Nataka tuongelee kuhusu akili hisia rafisi Akili hisia ni nini? Akili hisia ni uwezo wa mtu mm. kutawala anachokiona lakini pia kuelewa anachokiona, lakini kukitawala kwenye mazingira yake. Yani unapokutana na kitu kwenye mazingira yako, unapokiona kitu kwenye mazingira yako, ulo uwezo wa kukitawala mm. na kukiona kile kuwa na uwezo wa kukitawala na kukimudu na kuweza kuki fanya ni sehemu ya maisha yako na kuitafutia ufumbuzi. Hiyo ndiyo akili hisia, uwezo wa kutawala vitu ambavyo tunakutana navyo kwenye mazingira oh. na tuna utofauti wa akili hisia na akili za darasani. Kuna utofauti mkubwa sana. Akili za darasani ndo inaitwa IQ mm -hmm. ni uwezo ambao unamsababishia mtu, kwa mfano kufanya hesabu mm -hmm. Hizo akili za hesabu hizo ni akili tunaita IQ, ni akili ambazo emotional, ni akili ambazo uh, uh, zinamfanya mtu aweze kujua ku, ku, ku, kitu na kukitatua haraka ah. Mwalimu akifundisha yeye ameshashika na anaweza kitoa kama ambavyo kimetoka mwalimu mm. Akimwambia hichi au kimweleza tu hivi kiongea tu mara moja mm. Yeye ameshakirudia kama ambavyo wewe umemwambia okay amba usipite hapa na hata pita hapo tena kwa mm. sababu ni uwezo, yeye ana uwezo mkubwa kushika vitu na kuvitoa kwa, namna ambavyo umempa vile vitu. Kwa anavishika na anavitoa kwa namna ulivyompa, mm. kwa hiyo na IQ ni uwezo tu, ndo maana ni uwezo unaopatikana sana darasani, upatikani sehemu nyingine yote. Mtu uwezo huo anauonyesha kwenye chumba cha darasa, anapokuwa kwenye mafunzo ya kitu fulani, ndo anapoonyesha uwezo okay, na ni ambayo sasa mambo yamekuwa mengi, tuna social media, tuna vitu ni, vitu ni vingi sasa hivi. Ni namna gani hii akili hisia ni muhimu? Yaani, kwa wakati ambapo hatuwezi kukaa chini tukapumzika, hii akili hisia ni, ni muhimu kiasi gani? Sasa, kwa bahati mbaya, wakati tuliopo ni wakati ambao hatuitarajii akili ya darasani ifanye kazi peke yake, sawa na wataalamu wengi wanasema wana kwamba maisha asilimia themanini ya maisha ya binadamu yanaitegemea hii akili hisia, sababu vitu mm. vingi tunavyovipitia vinahitaji ukomavu wa akili, ukomavu wa hisia, vinahitaji uwezo wa kutawala mazingira mm, kama ambavyo tumeongea kwenye tafsiri yetu, vinahitaji uwezo wa kutawala mazingira kwa sababu hautokaa darasani miaka yote mm utasoma darasa la kwanza mpaka ukimaliza ile elimu ya msingi, mpaka form 6, unatulia mpaka chuo, unaachiliwa sasa ukafanye maisha. Sasa kule kwenye maisha ndio kunahitaji hisia zaidi, unakutana na vitu vingi. Utakutana na watu wakali uh, zaidi, utakutana na mabosi ambao wao hawajui mtu kuchelewa, yanajua anakupa hela yake, mkataba wake unasemaje, full stop. Hawajui kitu kingine chochote. Utakutana na mazingira ambayo yanakuambia yan, yan, yan, yan, ukashia tamaa, yanakuambia acha uta tunapenda tunapendwa, tunafumania tunafumaniwa, tunapata mambo tofauti tofauti, mambo ya ma, ma, ma, ma, ma, ma migogoro ya kifamilia tunaonewa pia mm. Kuna wakati ambao hata sisi tunahisi kuonea watu wengine. Ni vitu gani vinaku, vinakufanya wewe ufikirie mm, anaweza kaume huyu ataumia kwa kiasi fulani mm. Ukavaa viatu vya wengine mm. Kama bila akili siwezi kuvaa viatu vya watu wengine utaona sawa, kwa maana hata kama wakati mtu anayechapwa kwa mfano, watu wanaotoa adhabu ni mtu mmoja mtu mm. watu wawili wanatoa adhabu ya aina moja, mtu mwenye ile IQ, kama ambavyo umeitaja mm. na mtu mwenye akili hisia komavu mm. na mtu mwenye IQ kubwa, mtu mwenye ya IQ kubwa wakati wanampa adhabu ya viboko huyu mtu mmoja mm. watu wawili watatoa adhabu ya aina moja lakini kwa namna tofauti huyu wakati anamchapa anamchapa wakati anavaa viatu vyake, huyu anamchapa akiwa analiona kosa lililofanyika. mm. Kwa hiyo kunakuwa na mazingira tofauti tofauti, kwa maana nakuambia, bila hii unaji, un, yani lazima watu utawakwaza watu na lazima watu watakukwaza kwa sababu wewe utataka watu watembee kama wewe ambavyo unataka yaani umenyooka. Utaki mtu akupindishe wala afanye hivi ambavyo maisha yako hivyo maisha yako, unaamka asubuhi, unafika ofisini, unakuta unaka, ulikuwa na to-do list yako kazi kumi mm -hmm. Unafika unakuta ushaongezewa zingine kumi mm-hmm. Unakuja kutoka nyumbani, mara mtoto anaumwa, mara sijui anatumiwa meseji ada imepanda, mara sijui unatumiwa hiki fanywa na, na akili ya, ya darasani ama ya uelewa ule ambao sisi wengi tunauhitaji ama tunauona kama ni uelewa muhimu zaidi. Kwa maana hiyo, akili hisia ndo, zamani watu walikuwa wanasema, nadhani ni zamani au sasa hivi, walikuwa wanasema kuna utofauti wa akili ya darasani na akili ya maisha. Misi akili hisia ndo hii akili ya maisha ambayo tuna uwezo wa ku wakuweza kukiona yeah, kitu na kukitafsiri namna ambavyo kinavyohitaji tafsiri na sio namna ambavyo wewe unavyofikiri. Hiyo ndio akili ya maisha. Ile akili ile sio akili ya maisha, na ndio maana unaweza kuona mtu anamaliza labda chuo kikuu ana GPA kubwa sana, akatafuta kazi, asipoweza kupata ile kazi kiharaka, anaweza hata kuumwa kichwa, kwa sababu yeye anaamini kabisa kwamba nilikuwa nasoma, nilikuwa najitahidi, nilivyofaulu lazima mimi kazi yangu itakuwa kazi fulani, nishaa male pale. Kwa hiyo hasipoipata lazima ugue, lakini huyu mwenye akili si, ama tunasema akili komavu, maana yake yeye ana uwezo wa kubadilisha mwenyewe kwenda ndogo ana uwezo wa kubadilisha. Nafikiri hii ni, ni kati ya nyenzo ambayo inatumika katika kusurvive kwetu, yes. Ya, inatutaka kujitambua, kitu cha kwanza nataka tujitambue sana mm. Inataka mtu ambaye anajitambua, unajitambua, una, una, una, unatakiwa kufanya nini, unafanya kwa nini? Yani inataka mtu ambaye anajitambua lakini pia ina inasaidia mtu kujidhibiti. Una uwezo wa kujidhibiti. Una uwezo wa kusema hiki sifanyi, hiki sasa nafanya. Ah ah, huyu ngoja nimchukulie kama alivyo. Huyu mm, lazima ana tatizo lingine, sio hili. Unajua kuna mtu anaweza kumuuliza kitu akakujibu, ukajua ni hili tu. Yani ni hili hili tu tu, ukajiuliza au kuna lingine, ngoja tu tumpumzishe. Kwa hiyo inakusaidia kuelewa wengine pia, lakini kwenye ustadi wa kijamii ni nyenzo kubwa sana, unakufanya nakufanya ustadi wa kijamii mzuri tu, kwa sababu utajikuta unaweza kumingo na kila mtu, unaweza kuishi na kila mtu kwenye eneo lake, alafu pale pale kila mtu unahusiana una naye na unamwacha pale pale na maisha mengine yanaendelea. Kwa, kwa ufupi, hii ni akili ambayo inatusaidia tunapoalibikiwa tusialibikiwe mazima. Mm. unapokutana na changamoto isikubebe moja kwa moja. Mm. unapokutana na shida zisikuchukue maana kuna mtu anachukua na shida. Shida zinalingana. Unajua shida hazizidiani sana, unakuta shida ulionayo wewe na alionayo mimi pengine zinaziena kidogo tu au zinafanana, lakini ya kwako ikawa, wote wanataka elfu hamsini na wote wanataka kulipia ada watoto uh-huh. Lakini wewe hilo <coughs> linaweza likanifanya mimi ni, <coughs> niende mpaka kukopa mkopo wa riba mara tatu ya elfu hamsini, lakini wewe inaweza ikakuchukua kusema ngoja nikaongee na mwalimu tusubiri kidogo. Sasa hii ya kujishusha kwamba kuja nikaongea na mwalimu nimembembeleza, niambie niko kwenye kikao, nirudi nyumbani kesho nirudi tena hiyo iko kwenye akili hisia. Siamini bwana huyu, mimi siwezi kujishusha, ngoja tu bora, najua nitailipa, hiyo iko kule, lakini hii hey, ni nguvu au ni udhaifu? Ni ukiniambia mimi mwanangu amefukuzwa shule amekosa ada, kitendo mm, cha mimi kwenda kumpigia mm, magoti mwalimu, niambia mwalimu unafahamu kwamba mshahara hujaingia nitaleta kesho, nitaleta kesho mm, ukikaa kwa, mm. kwa akili ya kawaida unaitafsiri kama udhaifu bwana. Tanionaje mm, mi nafanya kazi benki alafu nashindwa kulipa tu laki mbili mm. Lakini ndo maana uh, nauliza kwamba hii mimi kujishusha na kuruhusu mtu mwingine apite ni udhaifu? Sio udhaifu mm. Ka kama unajua unachokitafuta, thamani ya unachokitafuta ni mm. nguvu kama unajua thamani unachokitafuta, umekosa, kwa sababu kila siku wanakosa. Ni nguvu kwa mm -hmm. sababu sio wote wanauwezo wa kumpigia magoti mtu, sio wote wanauwezo wa kujishusha, ni wachache sana wenye. Tena dunia ya leo ni watu wachache sana, watu wengi wana, yani, hawako hawana uwezo wa kujishuta mbele ya watu wengi, hawana uwezo. Tumeupoteza huo uwezo <laughs> umebaki nao wachache mno, kwa hiyo hiyo ni nguvu. Na mimi napaswa kujifunza wa. kwa, kwa, kwa sababu sasa hivi tume kwangu mimi binafsi uh, nimeshuhudia watu wengi sana wamepoteza vitu vyao. Kuna watu ambao wamefukuzwa kazi, kuna watu ambao ndoa zimeisha, kuna watu ambao urafiki tu wa kawaida u urafiki wa kike umeisha kwa sababu ya mtu anakwambia mimi bwana, sina vipengele mimi, ukinikosea tu ba. Yaani, ukimwaga mboga na mwaga ugali, ukifanya hivi unafanya hivyo na uh, hmm. ina, inanipa picha kwamba hichi ambacho tukisema kila wakati kwamba mimi sina kipengele mimi, ukiniambia hivi, na kurudia shevi Mariam, nataka uniambie hii ni, ni, ni kitu ambacho ni sawa na kinatusaidia kwenda sehemu. Kwa maana nyingine tumeita, tunaweka mipaka. Je, hii mipaka ni sawa au sio sawa? Hui ni kila kitu kina utaratibu. mm -hmm. Yaani huku duniani kila kitu kilishawekewa utaratibu wake mm -hmm. Kwa hiyo hata hao watu, nasema huyu mtu amenyoka sana, huyu mtu ni mtu ambaye yuko hivyo, anahitaji utaratibu. Kuna utaratibu fulani anatakiwa kuufanya. mm -hmm. Sio uwe mtu ambaye mimi sina kipengele, yani mimi tunamalizana hapo hapo. Haiwezekani kwenye kila kitu mm. kuna vitu ambavyo wewe utatakiwa kweli kushuka, kuna mahali ambapo unaona hapana mm-mm. huku hapana. Mipaka unaweza ukaiweka, lakini kuna mahali ambapo mm. Uh, unaona kabisa kwamba mipaka niliyoiweka naiweka kwa kiasi gani na huyu mtu namhitaji kwa kiasi gani mm. tumepoteza watu wazuri sana kwenye maisha yetu Really? Kwa sababu ya kauli hizo za sina vipengele tumepoteza watu wazuri mno. Kuna okay, watu wamevunja wame ndoa ambazo hazikutakiwa kuvunjika, really? na ba bahati mbaya ni kwamba ikiua ndoa zikivunjika ndo watu wanakuja kuona kwamba a, kumbe hii ningefanya hivi, ningefanya hivi ningefanya hivi ningefanya vile, na ni watu wengi wanatoa testimonies kabisa nasema ningekuwa ni mimi mi, mi, mi, wajuzi ndoa yangu nisingeivunja ningekuwa kwenye ndoa yangu au ningekuwa mimi wajuzi, ile kazi nisingeiacha, ile biashara nisingeifunga, ile kitu nisingeza kuacha, lile kanisa nisingehama, msikiti ule nisingetoka, nisinge kusalia pale. Kwa sababu kilichokuwa kinakutriga wewe kufanya hayo maamuzi yako ambayo uko unafanya, ama kinakusukuma kufanya maamuzi ambayo uko unafanya ilikuwa tu ni kutokujitambua, ilikuwa ni kutowachukulia kuto wengine, ilikuwa ni kutofahamu kwamba sisi kila mtu ana namna yake, hakuna anayekosea. Yani huko duniani hamna anayekosea mm. Wewe uko sawa, mimi niko sawa, tuko katikati ya ugomvi yani. Kwa ufupi tu ni kwamba tuseme tu mfano rahisi mm. Kwa sasa hivi unaweza ukasema Ukraine na Russia wote wako sawa, kila mtu kuna kitu anadai, anadai. Yes, wote wako sawa. kuvaa viatu vya wengine maana yake ni kwamba unaweka, unaanza kuwaza wengine, wao wanachokitaka, wanataka nini mimi ninachokitaka, nataka nini? Nataka nini? Lakini mm. nani anapata hasara zaidi? Lakini je, nikiachilia hichi kitu kikaenda, sitokuja mm. kukihitaji tena kwao? Tukirudi kwenye, kwenye mfano wa familia na malezi na, na jamii kwa ujumla, ukipoteza uki ndoa aiondoki wewe na wewe uliyemwacha peke yake mm mnaondoka na kugawana watoto, mnaondoka na kila mtoto kukaa mwenyewe, mnaondoka na malezi mabaya na yanaibuka pale mnapowapeleka watoto kwenye vituo vya kulelea watoto uh, wenye mahitaji maalum. Wazazi wapo watoa vituko, mnapigana, mnauana, wazazi mna, mna mna wa watoto wana, wana, wanakosa wa, wa, wa, wa, wa, wazazi. Lakini mwisho wa siku mmetafuta mali kwa nguvu nyingi, miaka kumi, miaka kumi na mitano ishirini mnazigawana mkizigawana kila mtu azitaki, inabidi mziuze, zina laana bwana, zina mikosi, zina baraka, naziuza nyuma. Kwa hiyo unajikuta unarudi. Kuna vitu vingine ambavyo unaangalia hasara, uwezi kusema umenyooka. Hata pale ambapo unaingiza hasara utanyooka, lakini kama unaona hapa nitaingiza hasara mimi, unashuka kidogo, unapata faida yako, unaendelea na maisha kwa akili, sio ndio? nakufanya ufanye hivyo hapo hapo ukileta hesabu za pai calculus na probabilities utoboi. <laughs> Sahivi hatutaki kutumia hii akili yani, tumetafuta shortcut ya maisha tuna yani, likitokea jambo wewe hautaki kufikiri hautaki kukalkuleti hasara, uh, faida hautaki kukalkuleti before hujatembea. Tunasema kama iwe, uh, kama iwe shida na iwe shida lakini, uh, nataka kujua kwamba hii akili mimi ninapaswa kuitoa wapi? Ni wazazi wangu wanatakiwa kunipa? Ni mimi natakiwa kwenda tena kusoma degree nyingine kwa ajili ya akili hisia? Hii akili hisia mimi ninaipata wapi? Hii inatoka kwenye vinasaba namba moja, inatoka kwenye vinasaba mm. kwa wazazi wako mm. Ndo, maana tunasemaga kuwa makini na huyu yumeri. <laughs> unamuoa nani na unaolewa na nani, kuwa makini sana kwa sababu inatoka kwenye vinasaba uh -huh. Lakini pia inatoka kwenye mazingira mazingira mm. ambayo yanatu tunayaishi hivi, unapoishi watu nao nao maisha yanayoyaishi, mazingira yenyewe yanakufundisha wewe uwe mtu wa aina gani mm. tunatoa kwenye malezi pia, watu waliokulea mm ukilelewa na mtu mwenye, mwenye IQ kubwa Aha, anaweza kakutreini wewe kuwa na IQ kubwa, tena hii nini, na mfano mimi nilikuwa, mimi sio mtu wa hesabu kabisa, sijui mm. hesabu <laughs> lakini kuna mtu mmoja alini nikutana naye kipindi cha darasa la tano mpaka la saba. Mm. sitakaa nimsahau, yaani alinihakikishia, yaani yule ambaye unasoma alafu anakuambia uwezi kusoma, unatafuna yani hesabu, uwezi kuifanya, unatafuna chochote yani, uwezi... Mm. Yani yanyuka kunywa maji nirudi. Kwa hiyo ni haliakikisha kwamba nimefika tu na nilivyofanya ule mtani kosa, ah, hii sio yangu ya fulani yani, hizi nilizozipata hizi sio za kwangu kabisa, ni za mwalimu fulani. Kwa hiyo watu wanaotulea wanatushare, kuna mtu mwingine, tunalewa na watu ambao wana emotional intelligence kubwa maisha yako wenye mwisho wa siku na wewe umekuwa ni sehemu yeah, ya hayo maisha. Kwa hiyo kwa hiyo mm, kwa hiyo tunazipata tuna, mara nyingi ni sehemu hizo tatu, ni kwenye vinasaba. Wanautu, wazazi wetu lakini pia wanaotulea lakini kwenye mazingira ambayo tunaishi, inawezekana ni mtu mzuri mwenye mwenye IQ kubwa, mwenye emotional intelligence kubwa kabisa, lakini mazingira ambayo unayaishi kabaki ni mtu wa ajabu yani. Usione shida katika kitu ambacho sasa hivi nimekiona nime namna ambavyo sisi tuna majibu mepesi kwenye maswali makubwa. Mm. Na swali langu linakuja kutoka hapo, ikiwa mimi nina ishi iwe ni kazini iwe ni na mpenzi ni uh, ni watu wengine mm. wote ambao mimi ninajamiana kwenye jamii, nawezaje kujua kwamba huyu mm. akili hisia yake iko juu na huyu akili hisia yake iko chini? Utaona tu anavyokujibu, utaona tu yaani kuna mtu mwingine anaweza ukampita tu ukamkanyaga tu kidogo kwenye daladala dala tu mko kwenye, mtu ambaye anaweza haka, akaacha tu labda karamu yake hapa akakuta tu imesogezwa hivi asione hapa hilo likawa ndo topic siku nzima. Inawezekana tu mtu akawa yani anaweza mtu akanunua tu vitu. Unaweza kuna mtu anakanunua vitu anakula na ananunua kitu anakula, watu watu saba kumi wako wanamzunguka, unasema huyo mchoyo. Huo sio uchoyo, hisia zake pia zina changamoto. Yani kama hawezi kuhisi kwamba siwezi kula chakula cha kwanza cha pili, watu wameniangalia na nisimpe hata mtu sina si hama kwenye uchoyo, inaingia sasa kwenye hata hisia zake zina changamoto hawezi kuhisi wenzake wanahisi vipi wanapokuwa wanaona hichi kitu kinafanyikakwa hiyo utamuona, huwa kuna kanuni moja tunaitumia sana kwenye sheria inaitwa neighbor neighbor principle, imetoka kwenye kesi fulani. Ile inasema duty inatoa kigezo kimoja ya duty of care. Nataka niunganishe hapa kwenye emotional intelligence, inatuambia tuwe na duty of care kwamba kila mtu ni jirani yako, yani, wewe uu uu wa neiba. Kwa hiyo kesi imetoa me, me, imetoa me ufafanuzi, jirani yako ni nani? mm -hmm. Jirani ni yule yeyote ambaye anaweza akawa anaathirika na kitendo unachokifanya nilisema. mm -hmm. Yeyote. Kwa hiyo kama mimi naweza nikaposti kitu leo kikamwathiri Winnie aliyeko Arusha, maana kwamba Winnie ni jirani, jirani yangu. mm -hmm. Kama mimi naweza kusema chochote chochote kikamwathiri mtu kwa Marekani, mimi niko Dar es Salaam hii huyo ni jirani yangu anaweza kaathirika na kile ambacho mimi ninakifanya. mm. Kwa hiyo emotional intelligence inatuambia wewe upime kwanza, vitendo vyako vinaweza vikawaathiri vipi wengine. mm. Kwa hiyo na zile akili zingine ambazo zenyewe unaangalia, mimi ninafaidika vipi, mimi naathirika vipi. Kama mimi nafaidika, mimi naathirika, it is enough, naendelea na maisha. Kwa hiyo utamjuaje? Utamjua yeye anaathirika na nini, anafaidika na nini? Basi. Mm. Wewe kama unaathirika shauri yako. Anaweza akadondosha maji yako yakabaki anamwagika ya na akapita. Anaweza akala akamaliza kula mua akatupa pale, hata kuna watu wanafagia, yeye akarusha. Inawezekana anaona kabisa ni pasafi barabara imefagiliwa, lakini yeye akachukua chupa akatupa chini. so, usajua tu kwamba huyu akili yake sio komavu, yani hata ujaji kwenda shule kwa hiyo utamjua tu kwenye mambo yake. Utaona tu anamdai el, el, elfu hamsini, anakudai elfu, anakudai elfu hamsini anakuja na mapanga. Aja kwambia tu tu discuss ama mtu anampa unam, hela yako baada ya kurudishia tena. Anaanza messages zinavokuja na matusi na kelo mpaka unajiuliza ni elfu hamsini tu. Kwa hiyo unamuona tu kwa namna ambavyo yeye anaendesha maisha yake. Utajua huyu ana akili nyingi. Lakini au wanaongea vizuri. Hawu, lakini hapana, kuna kitu hakiko sawa hapo, nanipa kutamani kujua namna ambavyo watu walioko kwenye mahusiano mm, wanawezaje mm, kuwa salama na na hii changamoto ya ya, ya akili hisia, na nafikiri hii itakuwa ni topic ya wiki ijayo. Nataka kujifunza namna ambavyo ukiwa kwenye mahusiano unawezaje kuwa salama, ukiwa unaishi na mtu ambaye either akilisia zake ziko chini za kwako kwa zikiwa juu au watu wote nyie wawili hamna akilisia, mnawezaje kutembea ndani ya hilo pendo mlilolichagua. <laughs> nimefurahi <laughs> sana kuwa nawe Mariam, lakini kabla ujaondoka, mi nataka uniambie kitu kimoja kuhusu imani yako juu <laughs> ya hizi akilisia. Imani yangu mimi naamini na huwa naamini na na, na sana mm, kwenye huu uwezo, kwa sababu mimi hapa pia binafsi ni ushuhuda ni, ni, ni ni ulio hai. Ninaamini mm, sana sana sana kwenye hii mm, na hata imenisaidia hata kwenye malezi yangu mm, mtoto haji amepata hamsini ya mia ama arobaini nikamlaza fimbo kumcharaza mm, kwa sababu ninajua kwamba inawezekana vitu vingi vikamfanya yeye asipate mia. Uh, lakini pia uh, imenisaidia kwenye kuishi uh, na watu. Kwa hiyo nina imani kubwa, kwa sababu kuna watu ambao nisingeweza kuishi nao bila kuwa na akili yangu na, na, na kuwa vizuri, kuwa komavu, singeweza kuishi nayo. Kuna kazi ambazo nisingeweza kufanya. Kwa hiyo nina, nina imani kubwa sana na nina ni wito wangu kwa wanajamii mm. Hii ni akili ya kuitafuta mm. Ni akili ya kuitafuta kwa maana gani? kama una watu ambao unaona kabisa kwamba wanakupeleka ambako wewe usipotaka. Lazima ujitahidi sana. Ni lazima ujitahidi sana hii akili yako iwe vizuri, iwe sawa. Lazima ujitenge na, na, na vitu ambavyo vinakuvurugia hii akili na lazima uwe karibu na vitu ambavyo vinakuletea hii akili. Ni lazima. Kwa sababu inahitajika kuliko ile ya darasa. Kwa hiyo mimi nina imani nayo kubwa, na ni advocate mzuri wa kusambaza awareness kwamba ni kitu kizuri, tunajifunza na tunaendelea kujifunza. Ukikuta somo kama hili mahali, sogeza kiti, kaa kabisa, hakikisha unasikiliza. Nimefurahi sana yeah, kuwa na wewe Mariam, na asante sana kwa muda wako. Uh, natumaini katika kipindi kijacho tutaongelea hii akili hisia kwenye mahusiano, especially haya mahusiano ya ndoa. Asante sana, ninashukuru pia kwa kuwa na wewe. Asante sana Mariam, uwe na wakati mwema.